Mtazamaji wa Global TV Online ni kutoka Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam ambapo tumefika nyumbani kwa dada wa marehemu Akwilina Akwiline aliyeuawa kwa kupigwa risasi mwishoni mwa juma siku ya tarehe kumi na sita mwezi wa pili mwaka 2018 na, na leo tumefika hapa tumeonana na msemaji wa familia ambaye ni shemeji yake, ameweza kuelezea ripoti ambayo alipokea siku ya jana kutoka katika hospitali ya Muhimbili. Pia amezungumzia suala zima la jinsi gani ambavyo ameandaa maandalizi ya ratiba nzima ambayo itatumika kwa ajili ya safari ya mwisho ya mpendwa wetu ambaye ataenda kumpumzisha mkoani Kilimanjaro katika tarafa ya Mashati. Eh, ripoti kama ripoti ila kukabidhiwa kabisa bado inaandaliwa, bado hatujaipata mikononi, lakini kwa kweli jana pale mwimbili chotokea kwamba mpelelezi wetu alitufuata, katuambia daktari ashamaliza kazi. Nia yetu na matakwa yetu tulikuwa nataka tupate ripoti kwamba ripoti maanake akukabidhiwa na tuweze kuisoma na ndio tu hakiki na tuseme tu, ndivyo ilivyokuwa kama tulivyokuwa na matakwa yetu au kwa hisia zetu, lakini baadaye tulionekana kama tumetaruki fulani, lakini baadaye tulipambana na tukaweza kumwona hata dokta ambaye aliyefanya tukio lile, akatuambia ripoti iko nzuri. Na dokta alipotuambia kwamba ripoti iko nzuri, tukamuuliza mzuri kivipi? mwona ni dokta akasema, nimeona jeraha kutoka kulia kwenda kushoto, lakini imepigwa kitu cha ncha kali akawa amenitega kama mtego kwamba wewe, oh, unafikiri nikwambia jeraha limetoka namna hiyo alafu lina ncha kali alafu lina tundu, wewe, oh, unaweza ukahisi nini? kwa kiprofessional yeye, yeah, aliniuliza kiprofessional, mimi ngamuuliza inga, inga ngamjibu kama nilivyohisi mimi na nilivyoelewa kuwa ni kwamba ni risasi, akaambia basi. Basi alivyofanya hivyo na alivyoniambia hivyo, nami nikaridhika, kwa sababu nilikuwa nataka ni nini kichomuua ndugu yangu. Tulipoondoka pale, nikamshukuru dokta na tukaondoka pale, kama familia tulielekea zetu moshihoteli, kwa ajili ya maandalizi ya kifamilia kwa kufanya mazishi ya ndugu yetu Akwilina. Pia gumzo la bajeti ya shilingi milioni 80, lililoibuka, msemaji wa familia alipata nafasi ya kuelezea kuhusu bajeti hiyo. Sisi tumefanya kama rafu bajeti yetu, kwa sababu huwezi kufanya kitu person, lazima kuwe na rafu. Kwa hiyo tunayo rafu yetu, na muda wote tunaweza tukaipunguza au tukaiongeza na bajeti yetu hii, hata serikali wameshatufuata, kwa sababu tamko la rais anasema msiba wetu, serikali inachukua wote. Kwa maana yake ina gharama zote za msiba wetu, serikali ina gharamia. Sasa kwa sababu serikali na gharamia na sisi tupo, tupige rafu bajeti yetu na wameshaichukua kama serikali kwenda kuiangalia. Kwa hiyo baadaye tutakuwa na kikao na serikali, kati ya sisi wanafamilia na wao, kuweza kuifanya mchanganuo na kuweza kupata bajeti halisi ya yetu ya kumzika ndugu yetu Akwilina. Swala la bajeti milioni 80 au milioni ngapi, ndio maana nikasema tulipokuwa usiku jana, wakati tuna raf bajeti, ilikuwa hata zaidi ya 80, lakini baadaye ikashuka, inaweza ikawa ikafika labda hiyo 80, lakini hata sasa inaweza kashuka tena. Kwa hiyo ndio maana ikasema raf bajeti, kama raf bajeti sipendi kuizungumzia kwa sababu kila wakati inashuka kutokana na mazingira mahalia, yeah, Kupata habari zangu na mastaa wengine na ishi zote za mjini, unaweza kudownload app ya Global Publishers ukapata habari zote kiurahisi kupitia kiganja chako. Unapata habari zote kupitia mkononi mwako, ni kudownload app ya Global Publishers.